Na, Rais William Ruto ameutaja ushindi katika chaguzi ndogo za ubunge hapo jana kuwa ishara ya imani ya Wakenya kwa serikali jumuishi. Akiwapongeza washindi wa vyama vya ODM na UDA katika maeneo bunge ya Mbeere Kaskazini, Malava, Banissa, Ugunja, Kasipul, Magarini na Baringo, Rais aliwaonya viongozi wa upinzani kwamba malumbano yao ya kisiasa hayatasaidia kushinda uchaguzi mkuu mwaka 2027. Siku moja tu baada ya vyama vya UDA na ODM ambavyo viko katika muungano kuzoa viti vyote vya ubunge kwenye chaguzi ndogo zilizokamilika hivi punde, rais William Ruto amewapuzilia mbali viongozi wa upinzani. Mimi niliwapatia ilani, wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni ajenda kama ni one time kasongo na must go chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Rais akisema ushindi huo mkubwa unaashiria kuwa Wakenya wana imani na serikali jumuishi. one time kasongo must go is not a plan, is not an agenda, it is about a person, it is about hate, it is about the next election, we are discussing about the next generation we are Akiwapongeza viongozi waliochaguliwa Rais aliwahutumu viongozi wa upinzani kwa kueneza siasa za kikabila na migawanyiko, akisema matokeo ya chaguzi hizo ndogo yanashiria jinsi mambo yatakavyokuwa mwaka 2027. Friends,

Walidhihirisha wazi wazi ya kuwa wako na UDA na Rais William Ruto kwa hatuta. Wakati huo huo, katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amewatahadharisha wanachama wa UDA waliofanyia kampeni wagombeaji wa upinzani wa kuwa watajutia vitendo vyao. You do know that there are consequences to picking a war with your party, especially from within. Sasa huyu kama wewe ni bullfighter, kama wewe sijui ni Masai warrior, Moran sijui of the first class, resign. Chama cha UDA pia kimetoa changamoto kwa wale wanaotoa madai ya hongo na kuwarai kuwasilisha malalamishi yao mahakamani. Chama cha UDA kilishinda viti vitatu vya ubunge vya Mbeere Kaskazini, Malava na Banissa, na kile cha seneta wa kaunti ya Baringo, huku chama cha ODM kikishinda vile vya Kasipul, Ugunja na Magarini.